Kwa nini tunahitaji mahusiano yenye afya? Kwa nini? Why do we need? Why do we need healthy relationships? Kwa nini tunahitaji mahusiano yenye afya? Kwa nini? Sababu ya kwanza, it is natural, it is natural. Kwamba tumeumbwa we need Other. We need belongingness, yani tumeumbwa tunaita kila mwanadamu ana kiu ya kubelong kwa mtu fulani. Kila mwanadamu ameumbwa ana kiu ndani yake ya kuambiwa anapendwa, kila mtu na an, ana kiu ya kumpenda mtu na yule anayependwa naye aseme napendwa na fulani. Ndio maana hakuna neno unalichukia na utaki kulisikia kama it's over. Ngine ukisikia hivyo hata kama uko kwenye menstrual cycle zinakata hilo neno hatulitaki kabisa. Kwa nini? Everyone wants to be belonging somewhere. Ndio maana mwingine ananyanyaswa kwenye mahusiano mahusiano mabaya, lakini hatoki kwa sababu so, anajua nikitoka hapa si bora zimu ili kujua nikitoka hapa nitapata shida, kwa hiyo bora nikae naye tu hivyo hivyo. So, a kila mmoja it's a natural thing. Maslow, Abraham Maslow kwenye theory yake hierarchy of needs anazungumza basic needs There kuna needs of belongingness. Kabla hujakwenda kwenye self actualization. Needs to belong ni kitu cha asili. Mungu akamwambia Adamu, sio vema huyu mtu awe peke yake. Mfanyia msaidizi. Ndio maana kuna umri ukifika, you feel natural need ya kuhitaji mtu kuanzisha mahusiano na ndugu zako wengine wanatamani ndo baanaeza kuwa na baba au mama mkali geti kali, hataki utoke, hataki uende wapi, kwa sababu anataka ukae. Kuna umri ukiendelea kukaa geti kali nyumbani, mama yule yulu, nakambia wewe utoki hivyo uendet barabarani. Moja mja jamaa moja alikuwa msongo, anasoma akifika nyumbani anasoma, huyu barabarani takosa hata mwalim, unajua Nikamwambia, kweli mama, umeona vizuri. Huyu jamaa tukamtoa, akaendelea endelea, akaona watu huko, akawa na mahusiano mengi kuliko tulivyoweza kufikiria, yaani akapitiliza kabisa wao <laughs> oh, hata wazazi waza wanazunguka sama sama, wanajua kabisa kwamba wanapona wana weoi unaue uoleu kwa sababu it's a natural need ambayo kila mtu anafahamu kabisa tunahitaji. Lakini sababu ya pili ya kwa nini tunahitaji healthy relationship au healthy relationship au mahusiano yenye afya ni kwa sababu kila mmoja ana kiu ya kuwa happy, kila mmoja anakuwa ana kiu ya kuwa na peace, kila mmoja ana kiu ya kuwa na companionship, urafiki. Kila mtu ana kiu namna kitu kizuri kama ukapendana na mtu alafu yeye mwenyewe ndio akawa pia rafiki yako mkubwa. Wengi tunakosea. Rafiki yako anakuwa wengine, mpenzi anakuwa mwingine. Huyu unafanya naye mambo mengine alafu mambo mengine unaso haitakiwi. Inakuwa your lover should be your friend. Una uhuru wa kuongea mambo, si so? Unakuwa na mpenzi hata kumwambia nina njaa unaogopa. Ah, that's not your friend that thirsty, ile kiu ya kuwa na rafiki ina, inafanya tunatamani kuwa na watu na kiu ya kuwa na. Ndio maana unapoona marafiki zako wana watu na wewe unaona mimi naumwa, ah, na ukilema disability au nini. Ona hawaji na klaenti wangu mmoja, na anakimbizana naye kwa sababu anasema mbona mdogo wangu ana, ana mpenzi, ni mdogo mimi bado sina. Kila wakija wanaondoka, naambia kuna vitu wana, vinawafanya wakija wanaondoka. Kwa nini wasikae? Ukiona watu wanakuja na kuondoka, kuna shida, jichunguze.